Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imesema zoezi la Uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura awamu ya pili mzunguko wa pili katika mikoa 16 ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar lililoanza Mei 16, limekamilika rasmi Mei 22, 2025 baada ya kudumu kwa muda wa siku saba ikiwa ni pamoja na uwekaji wazi wa daftari la awali la wapiga kura. Mwenyekiti wa tume hiyo, jaji wa mahakama ya rufani mheshimiwa Jacob Simwembegele ameshuhudia ufunguaji wa zoezi hilo akiwa katika kituo cha ofisi ya kata ya Bwilingu halmashauri ya wilaya ya Chalinze mkoani Pwani, na kusema wananchi wengi wamejitokeza kujiandikisha kuboresha taarifa zao na kuwaondoa wale wasio na sifa ya kuwemo kwenye daftari hilo taifa ya uchaguzi imekamilisha mzunguko wa pili wa awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mimi nimeshuhudia zoezi hili likihitimishwa hapa kwenye kituo cha cha kata Kilingu e, Chalinze. Watu walikuwa wamejitokeza, na nimepata mtu wa mwisho ambaye kasoro kama dakika tano hivi amehitimisha na kukamilisha na kuchukua kitambulisho chake. Kwa ujumla watu wengi wamejitokeza uh, katika mikoa hii kumi na sita ambayo imeshirika katika mzunguko wa pili uh, wa uboreshaji wa daftari katika awamu hii ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Nimejuisha hivyo pia, pamoja na wenzangu ambao pia walikuwa katika mikoa mingine, wameshuhudia pia zoezi hili lipofungwa. Kwa hiyo kwa upande wa, wa wananchi leo ndio tumehitimisha zoezi hilo. Tunabakisha uh, mahabusu na wafungwa, zoezi ambalo tutalifanya katika awamu ya tatu ya uboreshaji wa daftari hapo uh, mwezi mwezi wa sita. Zoezi hili litahusu wafungwa mahabusu katika magereza na vyo vya mafunzo kule eh, Zanzibar. Kwa upande wake afisa mwandikishaji wa jimbo la Chalinze ndugu Ramadhan Posi ameeleza namna ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na uwekaji wazi wa daftari la awali ulivyofanyika kwa mafanikio makubwa. Mwitikio wa watu hapa ulikuwa mzuri sana, kwa kweli watu wamejitokeza sana, na wamasiaji umefanyika wa hali ya juu, na kama walivyoona pale, wa mwisho mwenyekiti amebahatika hapa, amemkabidhi yule ambaye alikuja kuboresha taarifa zake katika daftari la kudumu. Tunashukuru sana tume kwa ushirikiano waliotupa na kwa kweli sisi tumemaliza zoezi salama. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tume, Mungu awabariki e, sana. Mkazi wa Chalinze Emmanuel Matias aliyefanikiwa kushiriki zoezi hilo la uboreshaji wa daftari ameshukuru kupata kadi ya mpiga kura na sasa anasubiri uchaguzi ili apige kura. Naitwa Emmanuel Matias Matias. Nimekuja kufanikisha kupata upiga kura kitambulisho cha upiga kura, hatimaye nimefanikisha na kadi yangu hii hapa, ili kusudi kukamilisha zoezi letu la uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo napenda kuwashukuru wote ambao tumekuja kujichagua katika upigaji kura huu na kudumu kuwahudumisha katika chama chetu na upigaji kura wa halali. O, na kitambui changu hiki hapa cha halali kabisa. Karibuni. Uboreshaji katika mzunguko wa pili umekamilika katika mikoa 16 ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar, ambayo ni pamoja na Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida na Dodoma. Mikoa mingine ni Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Kutoka hapa Chalinze, mkoani Pwani, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.